sote naa tumesikia na tumestafidi. Ama la pili, katika munasaba wa masiku yetu haya ni kwamba mashekhe wote takriban katika nchi hii, jazakumullahu khaira, kila wanaposikiliza wanazungumzia swala so zima la amani, hivyo hivyo msikiti wetu huu maarufu katika hayo. Ni wakati sasa, kwa mujibu wa hali iliyoko katika nchi, ni wakati madai wote matalaba ya elimu wote na Waislamu kwa ujumla wote, kipindi hiki mpaka atakapofika uchaguzi katika nchi hii kuzungumzia suala hili la amani, kusisitiza na kuelezea umuhimu wa amani na ladha ya amani na madhara na chungu ya ukosefu wa amani ambao baadhi ya nchi duniani umeonja madhara hayo. Tuwazima, watu wazima, ni jukumu lenu kuwaelezea watoto wenu, kwa sababu vijana kama yakuluna kama watu wanavyosema vijana ya miaka elfu mbili eh hawajapita uh, huko, hawajaona uh, ambao wao ndio wengi, lakini wazee wao wameona na wameshuhudia, na wenda wengine waliishi katika nchi hizo. Sasa swala la amani ni khatil ahmar, ni mstari mwekundu, mtu asiuvuke, iwe itakavyokuwa, madhira yao atakavyokuwa, lakini amani ikiwepo yale madhira na zile haki na yale ambo mengine zitazungumzika, zita kwa mufawadha baina tarafaini, zitazungumzika kwa mazungumzo baina ya yale makundi ambayo yanahasimiana, lakini ili amani itakapokuwa haipo, hakutokuwa na muda wala fursa ya watu kuweza kukaa na kuzungumza warekebishe wapi, eh, wazidishe nini na wapunguze nini kwa ajili ya ustawi wa nchi fulani. Kwa leo, ndugu zangu, hili jambo ni jambo letu sote. Sisi msikiti huu masjidi Omar bin Khattabi, ya Omar bin Khattabi as-Salafia tunalisema leo wazi Kasabu, kwa sababu kwanza ni jambo letu la muda wote tukilisema hili lakini, kipindi hiki nadhani kwamba limekuwa ni shadidi, na masheekhe wanaozungumza na sisi tunawapotezea waumini wetu na waislamu kwa ujumla kwamba jambo hili sio la masheekhe tu sio la mashekhe tu kusema, bali nialetu sote watu wote, kwa kada mbalimbali, watuseme tuambiane katika vikao vyetu, iwe tuko katika maduka, tuko katika vikao vya, vya, vya kahawa, tuko katika kila sehemu, tuzungumze jambo hili kwamba sala hii ni amani. Na mtu yeyote ametoka msikia kwamba yeye anachangia na kutiunga mkono choko choko, basi mtu huyu tumnasihi, tumwambie acha choko choko hizi chokochoko choko hizi zitatuletea matatizo katika nchi. Ili tupate kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ustawi wa nchi yetu na ustawi wa dini yetu na manhaji yetu, kwamba taufiki ya Allah, Allah kisha kuwepo na kudumu kwa amani, ambapo hili namwona ndugu yetu pale e, Ibnu Yamini. Ibnu Yamini ni wewe, nimekuona e, hebu njoo Ibnu Yamini, bora amekuja Ibnu Yamini. Nimemwona tanapesapepesa macho hapa, nimemwona Ibn Yamini, eh, yeah. ni ndugu yetu huyo, ndugu yetu ni dereva magari nakwenda narudi, ni ndugu yetu wa kisalafi toka Burundi, tuko naye mara nyingi hapa. Ikiwa na salamu salamu, nataka nikupe, hebu ngoja, simama Ibn Yamini, simama make wewe ni Mrundi, hebu kwanza Mrundi ni nchi ambazo zimepitia dhiki kali, misukosuko. Unaweza kutuambia nyinyi katika dakika mbili kuhusu swala la amani? Ongea na Waislamu salafu. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, swala na salamu endee Mtume Muhammad. Naam. Kwanza nimefurahi na sana kuzungumza na Waislamu wa wenzangu wa mbele ya wa Waislamu na salafi wenzangu, wa Allah kuzidishieni khairi na baraka. Nasikia mashekhe wazungumzia kuhusu amani, sisi kwetu Burundi. Subhanallah. Alhamdulillah. Amani kitu kimoja kikubwa sana maisha, Wallahi kila tukifika Tanzania ikiona amani iko ndani ya nchi hii, wallahi Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Nchi yetu kwa kweli, miaka na miaka tunalia kitu kinaitwa amani, ila mpaka leo, mpaka leo, subhanallah, hatujapata ga amani ndani ya nchi yetu. Sasa yoyote yule mwana anataka kuvuruga amani kwa kweli ndani ya nchi hii, kwa kweli msimuungi mkono kwa hali yoyote hii. Amani kitu kimoja kikubwa sana sana sana na tosha. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khaira. Leo nimekuwa na bahati leo, ndio maana nikiongea na naangalia angalia hapa chini, naangalia watu wangu, nani yupo nani hayupo. Huyu ndugu yetu, kama nilivyosema, Bunyamini kutoka Burundi, ni dereva wa magari makubwa, ambaye anafanya Burundi Tanzania, na mara nyingi kija hapa na tuko naye hapa na swali, na mara nyingi mtu mwingine anatoka anaenda kusalimia mashehe kisalafu sehemu mbalimbali, Pongwe, Dodoma, jazakumullah khaira. Nadhani huyu mmemsikia huyu, na kwanza ndo shahidi shahid, yani hawa ndo walishuhudia yale mambo, kuonyesha ule umuhimu wa jambo hili, na sote tunajua, lakini wanapozungumza watu kama hawa zaidi ambao wameishi katika yale misukosuko katika ujana wao wameona Yani, hawa ni mashahidi wa wazi kabisa. Sasa ikiwa ni hivyo, ndugu zangu, ili jukumu na kubebesheni, tunabebeshana sote kwa pamoja, tuimizane a a huku tunakokwenda, tunakokwenda tunataraji kwamba amani na tutaendelea kuzungumza ili jambo na kulifafanua katika mawiki yanayokuja na mpaka kumalizia mwezi huu mwezi wa kumi na ikiwezekana kuanza mwanzo wa mwezi wa kumi na moja. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum